Kuna vigezo na masharti ya Mungu kumtazama mwanadamu. Kuna vigezo na masharti ya Mungu kumheshimisha mwanadamu. Hiyo heshima unayotafuta kwa jinsi unavyojua wewe, hautaipata mwana wa Mungu. Hiyo heshima unayoitafuta kwa jinsi unavyoifahamu wewe, hautaweza kuipata, hautaweza kuipata. Kwa utakuja kuona faida kubwa ya kushika agano la Bwana. Maana yake ukilivunja agano la Bwana unajishusha thamani mwenyewe mbele za Bwana. Unajishusha thamani mwenyewe. Usitafute mchawi, usitafute mganga. Usitafute adui, adui wa kwanza ni wewe. Adui wa kwanza ni wewe. Kwa kutokushika agano la Mungu, thamani yako inashuka mbele za Bwana Mungu. Hata kutazama tena kama Eliya, Israeli hawakutazamwa tena kama jinsi alivyotazamwa Eliya. Wanalia na njaa kwa muda wa miaka mitatu, mvua inyeshi, lakini Mungu anamtazama mtumishi wake Eliya, anampelekea chakula kwa njia ya kunguru, anampelekea watu wanamsaidia kwa jinsi ambayo mwanadamu anaweza asielewe, kwa sababu ya agano ambalo alikuwa amelishika, kwa sababu ya agano ambalo ameishika. Ukilishika agano la Mungu, yeye vile vile atakufanya uwe agano kwa watu wengine. Sasa hiyo ni pointi nyingine, ukilishika agano la Bwana yeye vile vile atakufanya uwe agano kwa watu wengine. Anakufanya uwe agano kwa watu wengine kwa namna gani? Ikiwa umeshika agano lake, ikiwa umeshika agano lake, maana yake utakachokifanya kitakuwa inamwakilisha yeye. Maana yake ukiwa pamoja na watu au ukiingia kwenye kundi la watu fulani au ukaingia kwenye, kwenye, kwenye eneo la watu fulani, wale watu lazima wale watu lazima watabadilika. Au kwa lugha nyingine nitumie namna hii, ngoja nitumie hivi. Tulisema agano ni patano kati ya mwanadamu na Mungu au baina ya watu wawili kuhusiana na jambo fulani. Ukishika agano la Bwana maana yake ukishika patano kati yako na Mungu wako, na wewe utakuwa sababisho au sababu ya kupatanisha watu wengine na Mungu. Utakuwa sababu ya kupatanisha watu wengine na Mungu. Hata ukikuta watu wawili wamepishana, hawaelewani, utakuwa sababu ya hao watu kupatana Utakuwa sababu ya watu hao kuelewana kwa sababu umebeba agano la Bwana, kwa sababu umebeba agano la Bwana. Kuna mtu anaelewa kile Roho Mtakatifu anatufundisha? inaweza ikawa kwenye familia yako. Familia yako itapatana endapo utakuwa umeshika agano la Bwana. Yawezekana watu wako wa karibu hawaelewani, wewe utakuwa patanisho kwa wale watu, watapatana kwa sababu umebeba majibu, umebeba majibu ya watu wengine. Maana yake unakuwa nuru kwa watu wengine wasiopatana, vilevile unakuwa sababu ya kuwapatanisha watu na Mungu wao, ya kuwapatanisha wengine na Mungu. Tunamwona Eliya namna alivyokuwa anapambana kuangaika ili aweze kuwapatanisha Israeli na Mungu wao. Ili aweze kuwafanya walitazame agano la Mungu waliloagana naye.